Hebu jiulize, je, umewahi kumwomba mtu msaada, rafiki, bosi, ndugu au hata kiongozi, na ukaamini watakusaidia kwa sababu wanakupenda au wanakumbuka ulivyowatendea, halafu ukashangaa jinsi walivyokukwepa? Ukweli ni huu: watu hawasukumwi na shukrani, hawasukumwi na huruma, wanasukumwa na kitu kimoja kikuu, maslahi yao binafsi. Robert Greene kwenye The 48 Laws of Power anaita hii sheria ya 13. "When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude." unapokuwa unaomba msaada zingatia maslahi ya mtu unayemuomba, sio huruma au shukrani zake. Endelea kutazama kwa sababu funzo hili linaweza kubadilisha jinsi unavyoomba msaada na kufungua milango ambayo ulikuwa unaamini imefungwa milele. Robert Greene anaendelea kusema, "When you Do not remind him of your past assistance and good deeds. He will find a way to ignore you. Instead, uncover something in your request or in your alliance with him that will benefit him. Tafsiri yake ni hii. Unapohitaji msaada wa mshirika, usimkumbushe wema wako wa zamani au shukrani zake. Atapata njia ya kukukwepa. Badala yake, tafuta kitu kwenye umbi lako kitakachomfaidisha yeye. Hebu tuangalie sauti ya ndani ya kisaikolojia ambayo inafanya sheria ya Robert Greene kufanya kazi. Kisaikolojia binadamu wana kitu kinachoitwa hedonic adaptation. Wanazoea haraka msaada au wema waliopokea. Mfano, ukimsaidia mtu apate kazi, wakati wa mwanzo atakushukuru sana, lakini baada ya miezi michache shukrani inafifia, anaona hiyo kazi ni yake, siyo yako. Hivyo huwezi kujenga future yako juu ya kumbukumbu ya shukrani za jana, lakini ukiweka msaada wako kwenye interest ya mtu, mfano partnership inayomletea faida kila mwezi atakukumbuka kila wakati, kwa sababu maslahi yake yako hai. Wanadamu wana limited empathy, huruma huwa ngufu kwa muda mfupi tu, halafu inachosha. Mfano, rafiki akikupigia simu kila mara analia shida zake, unajihisi mzito, unakimbia. Boss ukimwendea kwa macho, anahisi mzigo, huyo anataka ni kubebe. Kwa nini? Kwa sababu huruma haimpi faida, inampa mzigo wa kihisia. Ndio maana watu wengi hukimbilia kusaidia pale ambapo hawahisi kubebeshwa bali wanahisi wananufaika. Kila mtu anataka kuonekana bora, mwenye nguvu, mwenye heshima. Ukiwaomba msaada kwa njia ambayo inawafanya wajisikie mashujaa, wanakimbilia. Mfano, badala ya kusema naomba unifanyie wema, sema, ukiwa upande wangu utaonyesha kila mtu jasiri na hekima yako ya kipekee. Hii ni ego inavyo kazi. Mtu akiona wa msaada wake ni kioo kinachomwonyesha shujaa, anakuwekea nguvu zake zote. Robert Greene anatupa mifano halisi ya kihistoria inatufundisha kwa kina. Hebu tusikilize: karne ya 16, Italia. Machiavelli alikuwa amepoteza kila kitu, nafasi yake serikalini, heshima yake, marafiki wake, alifukuzwa, akateteswa, akabaki maskini, lakini ndani ya moyo wake hakukubali kushindwa. Alijua anahitaji msaada kutoka kwa Medici, familia yenye nguvu iliyokuwa inatawala Florence wakati huo. Sasa hebu tufikiria mtu wa kawaida, angeandika barua akilia huruma, akisema naomba rehema, kumbukeni nilivyowahi kutendea taifa. Lakini Machiavelli, hapana, alijua sheria ya kumi na tatu usiombe msaada kwa rehema, bali gusa maslahi ya mtu. Kwa hivyo akaandika barua ya kipekee. Hakusema mimi ni maskini au tafadhali niokoe. Badala yake akawapa zawadi ya mawazo, kitabu chake maarufu The Prince kitabu kilichojaa siri za jinsi watawala wanavyoweza kutawala kwa nguvu na hila, sio huruma, bali ufunguo wa nguvu zaidi kwa familia ya Medici. Na kweli barua yake haikukataliwa kwa sababu hakujionyesha kama mzigo, alijionyesha kama uwekezaji. Funzo: unapohitaji msaada, usiombe kwa machozi, omba kwa kuonyesha kile mtu mwingine atapata. Huo ndio mchezo wa nguvu. Miaka ya tisini, Dwayne Johnson hakuwa The Rock tunayemjua leo alikuwa kijana maskini akisota kwenye wrestling, akilala kwenye gari yake mara nyingine. Hakuna aliyemwamini atafanikiwa siku moja. Alihitaji msaada wa kupewa nafasi kubwa kwenye wrestling promotions. Wrestlers wengi wangekuja wakiomba kwa machozi, tafadhali saidia naye, hii ndio nafasi yangu ya pekee. Lakini Johnson alijua hila. Hakutumia rehema, alitumia maslahi ya mtu mwingine. Aliingia ofisini akasema, nipeni nafasi na mtapata kitu, hakuna mtu anaweza kuleta nguvu karizma na mashabiki wapya. Sitakuwa mzigo, nitakuwa sababu ya tiketi zenu kuuzwa. Na kweli alipopewa nafasi, aligeuza kila pambano kuwa tamasha. Mayato yakapanda, mashabiki wakaja, na jina lake likawa kubwa hata kuliko brandi yenyewe. Funzo, Johnson akusema niokoe. Alisema nipeni nafasi na nitaingizia faida. Na hiyo ndiyo sheria ya 13 ya Robert Greene. Appeal to self-interest, never to mercy or gratitude. Kanuni kutumia sheria hii moja, weka faida mbele, usianze na historia ya shinda zako au kumbukumbu za zamani. Anza moja kwa moja na kile mtu atapata. Mfano, badala ya kusema nisaidie kwa sababu mimi ni rafiki yako wa zamani, sema kushirikiana na mimi kutapanua biashara yako kwenye soko jipya. Watu wanapojua mapema kwamba kuna kitu kwao, wanakuwa makini zaidi kusikiliza. Mbili, personalize ombi, usiongee faida za jumla, weka msaada wako kulingana na mtu unayemwomba. Mfano, ikiwa unaomba mfanyabiashara mkubwa, usiseme hii itasaidia jamii, badala yake sema hii itakuweka mbele ya washindani wako na kukuongeza brand visibility. Mtu akiona faida moja kwa moja, anaona ombi lako ni relevant na ya kipekee. Tatu, epuka rehema, usiweke ombi lako kwenye msingi wa huruma au rehema. Huruma inakufanya kuonekana dhaifu na mzigo. Mfano, badala ya kusema tafadhali nisaidie kwa sababu sina msaada mwingine, sema tukiungana hii itafungua mlango wa uwekezaji wenye returns kubwa. Huruma hukupa msaada mdogo wa muda mfupi, lakini interest huwaleta washirika wa, wa muda mrefu. Nne, onyesha mfano. Onyesha wazi ni kwa jinsi gani msaada wake utaleta nafasi ya kipekee kwao. mfano, ikiwa unatafuta sponsor wa event, badala ya kusema tusaidie kufanikisha event, sema kupitia event hii brandi yako itaonekana na watu elfu tano moja kwa moja na kufikia zaidi ya watu elfu hamsini mtandaoni. Unaonyesha faida kwa vitendo, unamshawishi zaidi kuliko maneno matupu. Tano, usionekane mzigo. Kila msaada wako lazima uonekane kama uwekezaji, sio mzigo. Mfano, badala ya kuomba msaada kwa maneno ya naomba tu nisaidie, sema nikishapata hii nafasi, wewe pia utakuwa sehemu ya faida inayotengenezwa. Ikiwa msaada wako unaonekana kama deal badala ya mzigo, mtu ataona anawekeza badala ya kubeba gharama. Kila ombi la msaada unaloweka mezani lazima liwe na ROI, yani return on investment, kwa mtu unayemwomba. Watu hawapendi kubeba mzigo, wanapenda kuona faida. Na maoni kutoka Fikra Chanya, watu hawaguswi na shukrani, Wanaguswa na maslahi. Huruma ni mzigo, shukrani inakufa, interest hubaki hai. Kwa hiyo, unapohitaji msaada, acha kuomba rehema, badala yake onyesha kile mtu atapata. Ukiweza kufanya hivyo, utapata washirika, wafuasi na nguvu isiyo na kikomo. Usisahau kusubscribe Fikra Chanya kwa sababu, video ijayo tutachambua sheria ya kumi na nne, pose as a friend